Maisha Online TV, Mwangaza kwa Jamii. Lakini la pili limetoka ombi hapa kwamba tuangalie uwezekano wa ujenzi wa njia za ndani hizi, na mimi nimelipokea na inshallah tutalifanyia kazi ili na maeneo haya nayo patikane uwepesi wa kupitika. Kwa hivyo niseme kwamba ombi nimelipokea melichukua tutalifanyia kazi inshallah. Lakini kama mnavyoona, katika nchi yetu sasa hivi miradi mingi ya maendeleo inaendelea, iwe skuli, iwe hospitali, ziwe barabara, iwe majengo ya, ya nyumba za kuishi. Nimeona mradi mkubwa hapa Chumbuni wa nyumba za kuishi. Yote haya ni maendeleo ambayo kwa kweli tunaona ni kwamba kwa kiwango kikubwa matarajio ya watu tumeweza kuyakidhi, na inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tumalize yaliyobaki. Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii.